Kufanikiwa siku hizi si kusoma. Kufanikiwa sio kusoma. Kufanikiwa si ujanja wako. Kufanikiwa ni siku yako ikifika, alafu na connection. Unaweza kuwa umesoma kila kitu, lakini huna connection. Bila kuwa na connection mjini hakuna mahali utaenda. Bila kuwa na connection mjini kusoma kwako kutakaa pembeni. Connection ni muhimu mjini. Kwa hivyo soma, lakini connection iwepo. Una connection, ungana na wenzako, chapa kazi, chapa umachinga kama kawaida, lakini kusoma na connection ndio vinaendana. Tusidanganyane, kusoma na connection ndio vitu vinaelewana. Ujasoma kwa na connection, utafanya kazi